Sasa nimuite mbele yenu e, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Mussa Azzan Zungu mbunge wa Ilala, ili awe aje hapa ale kiapo cha uspika kwa niaba yenu mbele yenu hapa. Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, ninayo heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuchagua wewe, Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, huwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako sasa nakuita wewe Mheshimiwa Musa Azzan Zungu wape viapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Mussa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyoweko. Ee ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.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 mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa Bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za Bunge. Ee Mwenyezi Mungu, nisaidie. Mimi Musa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa Bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mussa Azzan Zungu ameisha maliza kula kiapo cha uspika na kiapo cha uaminifu. Sasa anasain kwenye zile hati za kiapo na akishuhudiwa na katibu wa bunge pamoja na katibu mezani. Katibu wa bunge ndugu uh, um, Leonard Baraka, Leonard yuko pale pamoja na katibu mezani ambaye ndugu Joshua Chamwela, mwenyekiti yuko pembeni, yuko ia Mheshimiwa William Lukuvi ambaye kwa kweli ameendesha kikao hiki cha uchaguzi vizuri. Hatimaye tumempata spika wa bunge la kumi na tatu, Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amekuwa naibu spika kwa muda mrefu, na mpaka sasa ameweza kupata nafasi ya kuwa spika wa bunge la kumi na tatu. Mheshimiwa Zungu amepata kura kwa kweli bado sijachakata, kwa kweli kupata asilimia, lakini waliopiga kura walikuwa mia tatu themanini na watatu, kura tatu zikaharibika, na wagombea wenzake watatu hawakupata kura hata moja isipokuwa wagombea wawili wakapata kura moja moja. Kwa yeye amepata jumla ya kura mia tatu sabini na nane. Ni ushindi kwa kweli wa kishindo, ushindi mkubwa nadhani ndio ule ambao aliutamani yu sana yule mgombea uh, ndonge Saidi Ndonge akasema anataka kupata ushindi wa kishindo, na akawa na shauri kwamba wengine wajitoe, lakini kumbe yeye atapata kura moja tu. Eh, Saidi Ndonge alimbia kura moja tu. Sasa Mheshimiwa Spika anakabidhiwa sasa, uh, hati zile na katibu wa Bunge pamoja na nyaraka za kutendea kazi wa spika ana hizo pale na mwenyekiti wa kikao hiki Mheshimiwa vua kuun mheshimiwa spika